Ikiwa leo ni Juni 6, 2025, hakika ni siku kubwa, siku ya Idi al Adha ambapo Waislamu leo hii wameswali idi hii katika viwanja vya chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro, ikiwa ni wanafunzi pamoja na majirani, wananchi ambao wako jirani na maeneo haya ya chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro. Chivihi Media tumepata nafasi ya kukuletea baadhi ya matukio ambayo yamejiri hapa, pia ya tumezungumza na Profesa Musa Asadi ambaye ni makamu mkuu wa chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro na katibu kasema, katika vitu vya kuchunga ni kuchunga mchanganyiko wa wanaume na wanawake katika siku hii. Si katika siku hii, katika siku zote za Muislamu, wanaume na wanawake wasichanganyike, isipokuwa pale inaporuhusika. Kwa hiyo hilo ndio jambo ambalo ninataka kuwakumbusha watu idi hii, kwamba katika sherehe zetu tuhakikisha kwamba hakuna mchanganyiko wa wanaume na wanawake. Hilo ndio jambo ambalo katibu amelisema, na mimi nataka nirudie hilo hilo inshallah. Uwa sisi tuna tabia mbaya yani ni kwamba likipatikana jambo akalifanya mwenzako, we unaona kama umesameheka kulifanya jambo lile, lakini ni muhimu kwa kila mwenye uwezo w kuchinja mwenyewe tusiwachie, kama alivyosema khatibu, waturuki kutuchinjia sisi tukasubiri nyama nyumbani. Ni sunna iliyokokotezwa kwamba kila muislamu mwenye uwezo wa kuchinja achinje siku hii ya leo na kuchinja maana yake ni mbuzi au kondoo, kitu cha maximum laki moja laki moja unusu. Na kwa kweli ukipanga mwaka mzima kwamba idi ijayo nitachinja, ukiweka shilingi alfu tano tano tu kila siku, kama ukiweza kuweka, unachinja. Kwa hiyo tatizo letu kubwa ni mipango yetu, haifanyi jambo hili kwa ni muhimu. Kwa hiyo nataka kuwahimiza wenzangu kwamba lazima wale ambao tuna uwezo wa kuchinja tuchinje na ukishachinja ugawe mafungu matatu na uwape watu wanaotakiwa kupewa mafungu yale. Inshallah dao mbalimbali hapa katika viwanja vya Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro mara baada ya kuswali swala ya, ya Eid na wameweza kutoa salamu za Eid kwa watu mbalimbali mbali kote ulimwenguni. Binafsi nimefurahi sana kujumuika pamoja na wanafunzi wenzangu katika siku hii adhimu, siku ya Eid al-Adha. Ningependa kuwatakia wanafunzi wote na familia nzima ya Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro Eid yenye baraka, yenye furaha Twende tukafurahi kwa pamoja, tuzidishe ukarimu, tupendane, mialiko tupeane, na tuyafanye yote hayo kwa kuzingatia kanuni na taratibu ambazo ametuwekea Mwenyezi Mungu, kwa maana furaha yetu isipituke mipaka. Kingine, ningependa kuwaalika wote tujumuike pamoja siku ya kesho, siku ya Jumamosi mosi, e, kwenye kituo cha Raya Orphanage Center kwenda kuwaona na kuwatia furaha, e, ndugu zetu wetu yatima ambao wanalelewa pale ikiwa ni sehemu ya uungwana na taratibu zetu kama chuo kikuu cha Waislamu Morogoro, limekuwa ni jambo ambalo tunalifanya kila kila idi. Nafurahi sana, Mwenyezi Mungu ajalie siku yenu iwe ni siku yenye baraka na furaha, lakini kwa kuzingatia, tusifurahi tukapitiliza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, idukum mubarak. Nimefurahi ni sana siku ya leo kwa, kwa, ku, kwa kuswali idi. Mwenyezi Mungu atujaalia mwaka huu tena tumeswali, alhamdulillahi. Napenda kutuma salamu zangu, salamu ya kwanza napenda kuanza na mamaangu mzazi aliyoko Mwanza, Idil Mubarak. Pia salamu ya pili kwa baba angu mzazi, Idil Mubarak, pia kwa dada angu na kaka angu, Idil Mubarak na wadogo zangu wote, nawapenda sana. Napenda kutuma salamu zangu kwa watu watatu, wa kwanza ni baba wangu mpendwa Mohamed Abed kutoka Mtwara, wa pili ni mama yangu Fatma Saidi kutoka Mtwara, na watatu ni kaka yangu kipenzi Nurdini kutoka Mtwara. Asante. Napenda kuwatakia Waislamu wote duniani Idil Hadha. Pia napenda kutuma salamu zangu kwenda kwa baba yangu Muhammad, pia kwa mama yangu mpendwa Shadia binti Ali, pia natuma salamu zangu kwa wadogo zangu na Waislamu wote, Idil Mubarak. Um, katika siku hii adhimu na, napenda kumshukuru Mwenyezi Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala kwa kunijalia kuweza kufika katika siku hii ya leo. Pia ninawaasa waislamu wenzangu kufanya amali zilizo njema katika siku hii ya leo, washerekee kwa kheri na furaha. Pia tusisahau kualikana, ambacho mtume wetu Muhamadi sallallahu allahu alaihi wasallam alikitimiza. Napenda kutuma salamu zangu kwa, kwa familia yangu Waislamu wote pamoja na ndugu zangu tuliopo hapa Tanzania. Inshaallah, alhamdulillah kwa kufika siku hii ya Idi, namshukuru Mwenyezi Mungu kutufikisha hapa alhamdulillah. Natuma salam salamu zangu kwa watu watatu. Salamu yangu ya kwanza imfikie baba angu, Osman Mbaya akiwa Lindi Salamu yangu ya pili mfikie mama yangu Fatma Yusuf akiwa Kilwa. Salamu yangu ya tatu mfikie mdogo wangu Rajabia Othman akiwa Dar es Salaam. nawapenda sana e, leo nina furaha kubwa kuswali swala idi na kuiona na idi e, nawatakia na, na waislamu wote Eid Mubaraka, lakini nawaomba Eid Mubaraka tusherehekee kwa wema, kwa kufanya yale ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu, kwenda sehemu za halali na kusherekea kwa halali. Salamu zangu za kwanza nampelekea mama yangu kipenzi Mwajuma Ali, salamu zangu za pili nampelekea baba yangu kipenzi Mzee Rashid Musa, na salamu zangu za tatu nawapelekea Waislamu wote, nawatakia Eid Mubarak. Allahu Akbar, Allahu Akbar

Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, awali naihusia nafsi yangu kama ninavyohusia na nyinyi kunako swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Alyaumu yaumul id, leo ni siku ya id. Jaa bada yaumin azimin, siku ya leo imekuja baada ya siku kubwa, yaumu arafa Siku ya Arafa. waladhi yum'inu an-nadhara fi al-Qur'an al-Karim, yule anayesoma Qur'ani kwa kutafakari ataona kwamba Allah jalla thana'uhu, ndani ya Qur'ani tabarak wa ta'ala, hakuzungumzia alipokuwa anazungumzia Dhulhijja, akuzungumzia kama alivyoizungumzia Ramadhani au mwezi wa Ramadhani alivyozungumza katika Qur'ani Allah alipozungumzia mwezi wa Ramadhani anasema, faman shahida minkum shahra falyasum, yule ambaye miongoni mwenu ataushuhudia mwezi falyasum, na afunge. Lakini hakuzungumza kwa lugha hiyo alipokuwa akizungumzia mwezi wa Dhul Hijja, bal afrad al-Hajj li'annahu la yata'addad. Ameizungumzia kwa mufrad kwa sababu haji la yata'addad wala yujadu ala wajhi al-ardh baytun ghayr

wanapaswa wa, wafanye ibada hii kwa kuzingatia mwandamo wa mji mtukufu wa Makka. man balaghakum minhum, wale ambao watafikiwa na taarifa hizo. faman fatahu dhalika wa khalafu, yule ambaye atapitwa na hilo na, au akalikhalifu fatahu fadhlu siyami yaumi arafa, atakuwa vile, vile amepitwa na fadhila za saumu ya arafa wafatahu fadhilati yawmi nahar, na vile vile atakuwa amepitwa na fadhila za siku hii ya leo siku ya yaidi. Wala raiba anna fi hadha min atafarruki ma yukhalifu maqasid alsharia, kwa hakika tofauti zinazopatikana zinakindana na makusudio ya sheria tukufu ya Kiislamu. wa bil ijma man fata alwuqufu bi Arafa, na wanazuoni umuman, kwa ujumla wao, ittifaqul ulama wamekubaliana kwamba yule ambaye amepitwa na kisimamo cha Arafa wa hakadha man atakuwa amekosa hija. wa hakadha man fata sawmi yaum Arafa, na yule ambaye atakuwa amepitwa na saumu ya siku ya Arafa, siku ambayo mahujaji wanakuwa wamesimama katika viwanja vya Arafa atakuwa amekosa fadhila na amepitwa na fadhila kubwa sana. Allah anasema alhajju ashhurun ma'lumat. Ma ndugu <coughs> yangu katika iman, hadha lhit idi hii yudhakiru muslim, yudhakiru kulla muslimin, inamkumbusha kila Muislamu. Ida hii innahu inamkusudia mashhadan adhima, mambo makubwa katika tarehe Inamgu, innahu mashhadu la takadu tusaddiquhu labsar, inatushuhudia mambo ambayo macho yanakaribia yasadikishe matukio hayo kwa namna yalivyo makubwa. wala tu'minu bihi illa qulubu labrar, na haya yasiamini matukio haya yasi isipokuwa nyoyo za watu ambao ni wema. Matukio gani? Tunakumbusha abuntainun fi ssin, baba ambaye umri wake umesogea amefika katika umri wa uzee

mare inakuja hukumu ya mtoto wa pekee kama huyu tena, ambaye amempata katika umri wa uzee, inakuja hukumu ya Allah subhanahu wa taala amchinje. fi ahdathin yahtasiruha alquran bi aqwa biaqwa libarati wamaqiha, katika matukio ambayo Qurani imeyasama raisi kwa lugha ambayo ni nzito, ili iweze kuonyesha umuhimu wa, ki wa kiigizo, namna kiigizo kilivyo muhimu

Raa ibrahimu ruya Ibrahimu Alkhalil aliota ndoto wa ya haqu wawahyu, na ndoto za mitume ni haqi na wahyi, laisa fiha talaubu shaitan, mitume hawana ndani yake wanapoota kwamba wanachezewa na mashaitani. Wabikuli kalimati almulata fayaqul, baada ya kuota ndoto hiyo, kwa maneno ya upole kabisa, anamwambia mwanaye, ya bunaya, ewe mwanangu. Ya bunaya ni lugha ya upole. Wabikuli sarahatin alqawl, na kwa namna iliyokuwa ya wazi kabisa anamwambia fandhur madha tara. Anamwambia abunaya mwanangu, mimi nimeota na kuchinja na kwa lugha ya wazi wazi anamwambia kwa uslubi kama anamshauri, fandhur madha tara, unaonaje ya mwanangu. Wa alma ismail mtoto alifahamu huyu anna nadhara laysa nadharu tashakhwin wala ikhtiyar, ili baba analonaambia na wanaje hana maana kwamba nifanye uchaguzi. Ni lugha ingine ya kusema kwamba hii ni amri ya Allah subhanahu wa taala, lazima ifanyiwe kazi Atal jawabu qala ya abat jawabu, likaja mtoto akasema ya abati ifal matu umar, ewe baba angu fanya kama vile unavyoamrishwa. Satajiduni insha Allah minas sabirin, utanikuta insha Allah ni miongoni mwa wenye kusubiri.

inna kadhalika najzi almuhsinin inna hadha lahu albala'u almubin, Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha kauli yake kwamba Ibrahimu umesadikisha, ndo umesadikisha ndoto yake umesadikisha ndoto yako, na hakika uh, hivi ndivyo tunavyowalipa wacha Mungu. inna hadha lahu albala'u almubin, hakika huu ni mtihani uliokuwa mkubwa sana. wafadaynahu bidhibhin adhim, Allah akamuokoa mtoto yule kwa kuteremsha kichinjwa kikubwa. Ndugu zangu katika imani ludhiya hii ni idu al adhha. Aludhhiya al sunnatn muakada, udhhiya ni sunna iliyokokotezwa. Wayakunu baada as-salah, na inakuwa baada ya kuswali. Wakad dhahaba baadhu al-fuqaha ila wujubi ala sahibi lqudra, na baadhi ya wanazuoni wanasema kwamba ni wajibu kwa yule kila mwenye uwezo wa mabtulina bihi. Na katika mtihani ambao umma wa Kiislamu unasibiwa leo hii ni kutegemea wageni wa wachinjie ni kutegemea waturuki wawachinjie na wao wanaacha fadhila kubwa za kuchinja. wa hadhihi musibatun kubra, na huu ni msiba mkubwa unaopaswa watu kusema, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. fanahnu rijalun, sisi ni wanaume wa hum rijal, na wao ni wanaume pia vile vile. falaisu aghniya walasna fuqara, wao si matajiri sana, wala sisi si masikini sana kama wao ni matajiri basi, hum aghniyau nafsi, ni matajiri wa nafsi. Wa nahnu fuqara'uha, na sisi ni maskini wa nafsi. Ndugu yangu katika iman, hizi ni siku tukufu. Min ahami ma nastafidu min qissati dhabih, miongoni mwa mambo ambayo tunajifunza katika kisa cha kutaka ni heri Abdalla na hii, ni Chivihi Media.